Ni bwana mambo vipi karibu tena katika Msafi Max TV. Nikuombe tu usiweze kuskip video ili tuweze kwenda pamoja mwanzo paka mwisho. Sasa nikuombe tu uweze kusubscribe, ku like, kusubscribe, kushare na uweze kubonyeza alama kengele ili uweze kuwa kwanza pale, asante bwana, tunaachia video zetu mpya. VPN ya mtandao fulani ambao utaandika hapo chini BD net VPN, BD, net, VPN. Kama kwa hiyo sitakufanya sasa, kwa hiyo itakufanya sasa hapo hivi, maana itakuwa imeshafunguka kama hivi, hapo utaona kuna viboksi viwili. Utafungua kibox cha kwanza, kibox cha kwanza hapo, inabidi utafute sehemu inaandikwa A2 first DNS 01, A2 first DNS 01, inabidi utafute mpaka uipate. Baada ya hapo, ukishaipata hiyo, imeandikwa 25 new method, utai click kisha click kama hivi. Na kwa hivyo endelea kukumbusha tu kwamba jina la mtandao utakuwa hapo kwenye comments ya kwanza kabisa, lakini kwenye kibox cha chini utachagua auto select save. Uko tayari kustart VPN yako na uweze hapo, eh, net VPN, Kuhu, hapo connect, matangazo tu madogo. Ukaingia WhatsApp ukaingia sehemu ukaingia sehemu yote download movie ukaangalia mpira vyovyote unavyotaka. Bwana, mimi nikumbushe, mimi naitwa Msafi, na hii ni Msafi Max TV, na hivi ndivyo ambavyo huwa tunafanya kila siku.